Taasisi ya The Islamic Foundation imeandaa kambi ya bure ya matibabu ya macho itakayofanyika katika zahanati ya Al-Jamih for Mother and Child Health Care iliyopo Msamvu jirani na ofisi za uhamiaji. Kambi hiyo itaongozwa na madaktari bingwa na watatoa huduma mbalimbali za macho pamoja na kutoa miwani ya macho bure kabisa kwa wanaohitaji huduma hiyo. Wenye tatizo la mtoto wa jicho watafanyiwa operesheni bure kabisa. Huduma zote hizo zitatolewa na madaktari bingwa. Usajili wa wagonjwa utaanza Desemba katika zahanati ya Al-Jamih for Mother and Child Healthcare iliyo chini ya taasisi ya The Islamic Foundation iliyopo Msamvu jirani na ofisi za uhamiaji. matibabu ya tanza tarehe 22 hadi 25 Desemba 2025. a 25 kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0626 426 930 0626 426 Tisa, tatu, sifuri. Nyote mnakaribishwa.